Habari wapendwa, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kuandaa salad ya tango yenye pilipili. Anza kwa kuosha tango lako kisha likate vipande vidogo vidogo. Mimi nimelikwangua ila wewe unaweza ukakata vipande na saizi yoyote unayotaka. Pia ukivutiwa na video hii, tafadhali sana, naomba usiache kusubscribe. Ukishakatakata matango weka kwenye bakuli, weka kwenye bakuli lako kama hivyo video inavyoonyesha, kisha nyunyizia chumvi, funika, yaache yachuje maji. Acha kwa muda wa dakika kumi. Matango yako yakiwa yanaendelea kuchuja maji, chukua kitunguu, kata kata mtindo wowote unaopenda. Unaweza ukakata round au unaweza ukakata, yani aina yoyote ya mtindo unaopenda kukata kitunguu chako. Mimi nimependa kukata kwa urefu. Ukishamaliza kukata, vichambue punje moja moja, utaona kwenye video kwa mbele. Hivyo vipikiche na mkono viachiane. Chukua bakuli lingine, weka pilipili kavu, weka sukari, weka vinega weka fish sauce na mafuta ya ufuta. Hiyo naweka pilipili inaitwa gochujang ya Wakorea, kisha changanya. Sio lazima kuweka. Changanya vizuri, weka kitunguu saumu, changanya tena. Chuja matango yako, yale maji ya mwage, usiyaoshe. Kisha mimina kwenye hiyo sauce ya pilipili, mimina vitunguu, changanya. Hakikisha unachanganya vizuri, kila kitu kinakuwa kimeenea sauce ile. Saladi yetu ndio hii hapo. Nitaweka ufuta sio lazima, ila mi napenda. Nimeweka ufuta mweusi, nitaweka na ufuta mweupe. Nitachanganya hapa. Saladi yetu iko tayari kwa kuliwa. Unaweza kukala na chakula chochote kile, au unaweza kukala yenyewe kama yenyewe. Kama umependa video hii tafadhali bonyeza like, acha comment na pia naomba usubscribe kwa mapishi yajayo. Mwe na siku njema.